Mambo vipi, karibu kwenye kipindi chetu cha ki campus ambacho tutakuwa tunaongea na wanafunzi tofauti tofauti tukijua changamoto wanazopitia kule campus na maisha mazima ya kampas, bila kusahau afya ya akili, masuala mazima ya biashara pamoja na elimu ya kifedha tuone namna gani kule maisha ya kampas yanaendelea na mambo ambayo yanaendelea kule vyuoni. Ni mimi nani ambaye nitakuletea kipindi hiki. Nitakuwa na wageni tofauti tofauti tukizungumza nao mada tofauti tofauti, bila kusahau tutaenda kila chuo eh. Tutagusa kila engo ya chuo, ili tuone namna ambavyo maisha yanaenda kule kampas. Eh, siko peke yangu, nipo na mgeni ambaye leo tutapiga naye story mbili tatu, atatuambia yeye ni nani, ametokea chuo gani? Ye, mambo vipi? Mambo poa. Vipi wewe? Niko poa kabisa. Umependeza pia. Asante sana. Karibu kwenye key campus. Asante sana kwa kunikaribisha, asante pia kwa kunialika mm. Nahisi ni bahati pia kwa sababu sizani kama kila mmoja atapata nafasi nafasi hii. Tuanze na yeah. <laughs> yeah. Bas, tuseme, majina yako, utuambie umetokea chuo gani na unachukua kozi gani pale chuoni? Mi naitwa Eli Baraka. Okay. Eh, Baraka sio Eli, Eli Baraka. Eli Baraka, Baraka ndo baba yako. Yeah. Okay. Ya na tokea chuo cha Dar es Salaam Tumaini University, mm -hmm. Mhm. Eh, mwaka wa kwanza bachelor in mass communication. First year. First year njuka. Nyukama. <laughs> Nyukama. <Ni> <laughs> <laughs> mm. Haya, ah, yote ni majina yenu. Mm. Eh? Unajisikiaje ukiitwa njuka? <laughs> Mbaya sana. Eh? Ni mbaya lakini ndio hivyo ikishakuwa mazoea basi mambo yanaenda, ni sawa. Nyukama sawa nyukama, eh. Umekuja juzi hapa saa <laughs> <kini. laughs> Okay. Yeah. Um, Eli mm. Katika maisha ya pale campus kwa ujumla, unaweza kutuambia maisha ya pale unayaonaje? Kwa sababu umetuambia we ni nyukama kama mm, tena unatufaa kabisa, hebu tuambie, wewe umetoka zako fresh from somewhere huko mm, ulikotoka umekuja tu chuoni ndio mwaka wako wa kwanza. Yeah. Eh, experience yako kwa ya pale kwenye pale campus na ulikotoka ikoje? kama ambavyo ni new kama pia ni new hmm. new experience new okay. exposure hmm. Kwa sababu unaenda ku experience maisha ya tofauti hmm. kidogo au sana hmm. Kwa mimi inaweza kawa ni experience tofauti somehow hmm. sana, lakini sio sana eh <laughs> hey, hey, kwa nini sio sana? Ah, sasa mimi si nimeanza kuanza kujitafutia ka uhuru mapema kidogo kabla ya hapo lakini so pia wa uhuru wewe. Eh, e, a, a, a, uhuru, <laughs> yani, uhuru, eh, sio uhuru yani huo eh. Uhuru kama huu lakini kuna namna uwekewe uh, limit to the point ambayo uh, eh. unaweza kusema siko uhuru. Unaelewa? okay, yeah, una uwezo mm. wa kufanya mambo mengi pia. Lakini tunaongelea mfano ukiwa shule mm. uh, shule ambayo pia ni shule ni level tu to, tofauti, to tofauti na kinu, shule. Kidogo, yeah. yeah lakini tulikotoka huko utagongewa kengele, utaambiwa sasa hivi ni muda wa kula, sasa hivi ni muda wa kwenda kuoga, ni muda mm. kwe... kila kitu kipo kwenye timetable mm. na kila kitu unafuata lazima, lazima ufuate sio, yeah. Lakini unakuja huko ambako e, timetable ipo lakini utaamua wewe utafuata au ufuati, na hakuna utaku... wa kukuuliza mm. hakuna wa kukufokea mm -hmm. Eh, itatokea tu baadhi ya lectures ambao wanaupendwa atakwambia bwana, ah, eh, mambo gani mnafanya? Lakini at the point bado hawezi akakufanya kwamba pamoja na kukusema mm. Bado yeye eh, mtakutana labda kwenye matokeo na kwenye, yeah. kwenye academic issues na nini, lakini mwisho wa siku ni experience mpya kabisa unaenda kukutana na watu wengine, unajua hata kuto kuvaa sare tu uniform, ni experience mpya yeah kabisa hapo mm. ndipo tunapoona baadhi ya watu wanaanza kuvaa vile wanavyotaka, wanavyotaka wao Yeah. na sisi mentality huko, ukiwa level za chini unaambia, kule utavaa unavyotaka wewe mm. eh, utavaa nguo unaojisikia wewe. Bona, jiandaa kisaikolojia. Kwa mtu akili yake anasema sasa nitavaa mm. hivyo vinjunga <laughs> <laughs> nitavaa hizo crop top, ya, eh. na nini na akija ana anaenda okay. hio yeah. changamoto za kimasomo kwa upande wako zikoje, kwa sababu tumeona umetoka level nyingine umekuja level nyingine, nyingine. Mm, unaweza ukazungumziaje changamoto za kimasomo au wewe masomo ya pale campus unayaonaje masomo ya campus? Mm, uh, mfumo pia kama ambavyo maisha yamebadilika, hata mm, mfumo wa, wa kusoma pia unabadilika sana. naelewa mm, tulikuwa mm, tunategemea huko tukutana na moko utakutana na nini mm, sijui nectar na nini sasa hivi mm, nectar unaambiwa lecture ipo chini ya yule, umeona ule mzee mmoja kipala iyo eh, ndo ameshika timu yako na nini eh. Aa, unaona hata ukiingia darasani mambo yanakuwa magumu ukiwa first year, yani unaingia unasikia tu lecture kama ameteleza tu hivi alafu anatoka, uelewi. Kuna muda lecture anatoka una, unaweza akaenda nje ya kupokea simu au vipi, lakini ndio hivyo ameacha na zoezi anashtuka mm. hivi ya. um, yale ya maneno wanaosemaga kwamba kuna watu wanaopendelewa au kuna watu ambao wanapata favor chuo hivi, ni kweli? Hivyo vitu vipo <laughs> si sijajua mimi hey. Ni ukama <laughs> swali gumu kwangu lijibu, lakini mm. ina- ina inawezekana ina mm. Kwa sababu lisemalo lipo, kama au kama lipo, lipo okay. Eh, lakini mm bado sijaanza ku experience bado, ndo first year. njuka njuka, hiyo jina basi, ntakuita Njuka. Kama maswala ya kifedha, wewe unayazungumziaje kwa kwa kwa upande wako, kama mwanachuo, kama first year mm. na kama mwanafunzi ambaye uko pale campus, maswala kwa sababu tunaona chuo ni level ambayo ina watu tofauti wenye mm. vipato tofauti mm. Kwa upande wako wa masuala ya kifedha unaweza ukayazungumzia, kama ulivyosema, masuala ya kifedha ni engopana kidogo. Yeah. Au sana sio kidogo, kwa sababu hata mm. ukiwauliza walioko chuo wote ni kwa ajili ya hiyo fedha mm. lakini kwenye mazingira ya kifedha ya, ya, ya, ya chuo kuna fedha lakini hakuna fedha pia, kwa maana mm. kuna watu wanaishi maisha ambao wana fedha, watu wanaishi maisha mm. ambao wana fedha. Kuna watu wana wa mm. wa boom kuna watu ambao tunategemea kutokea nyumbani mm. au wengine wanategemea kutoka mifukoni mwao wenyewe yeah. Yeah, anapambana mwenyewe anapata, mm. naipada, anakula, na lipada anakula naishi na nini eh, ukiniuliza na azungumziaje? Kwa mtu ambaye ana uchumi mzuri mm. ata, ata survive vizuri sana chuo. Okay. Kwa sababu vitu vingi unajitegemea wewe mm. utahitaji uprint materials, utahitaji upate nini mambo ya stationaries na utahitaji ule cafeteria, yaani hauendi kupanga foleni, kila mtu anaenda kuchukua oda kama hotelini tu. Kwa <laughs> ukiwa na fedha vizuri unaishi vizuri. Una, ukiwa... Unaishi kulingana na mfuko wako. Mm, kila mbu, ile kauli ya kila mbuzi anakula kwa urefu wa kamba yake <laughs> ndio yako huko. Kwa hiyo kila mtu ana, ana, ana, ana, anaishi maisha uh, kulingana na namna ambavyo mfuko wake unamruhusu. Una Eli, wewe ni mjasiriamali? Yeah, naweza kusema mjasiriamali wa sauti <laughs> Okay. Yeah. Umeinvesti kwenye sauti yako yeah, yeah, kwenye talent naweza nikasema so, kwa sababu sauti haitoshi kwenye talent ambayo ninayo, ndo ninaamua kuinvesti huko yani, yani naamini na, na kabisa kwa sababu nimeona mifano hai ambayo kupitia talents wako hapo ambapo wapo, wapo. Wewe unahisi kwenye maisha bahati na na juhudi ni kipi kinachochukua namba moja? Juhudi hajawahi mtupa mtu bahati, wewe unaweza ukapata bahati, lakini kama una juhudi bahati, mm, juhudi, yeah. So kitu tena, okay, unaelewa, kwa mara nyingi pia watu wanaopata bahati watu ambao wanajuhudi juhudi kwenye hicho kitu kwa sababu huwezi ukatambua kama unajua kutambua kwamba hii ni bahati kwako pia. so so jambo jepesi yes. Unavyokuwa unafanya juhudi kwenye jambo fulani utakutana na bahati, ila bahati ikija inaondoka ina push kwenye zile juhudi zako okay. ni vitu ambavyo vyote vinatokea vinaendana tuseme. mm, mm. okay. ushe uh, kusikia kuhusu afya ya akili yeah, unaweza ukaizungumziaje kwa upande wa pale campus kuhusiana na swala zima la afya ya akili? Afya ya akili mm. afya ya akili ni, ni ni ni changamoto kwa kila mtu okay. kwa watu wote mm. lakini kwa wanavyuo au vijana mm. ni rahisi sana kuingia umo mm. kwa sababu ya ni, ni experience mpya pia mm. siu nikisema hivyo itaeleweka. Zo tumeanza kuvisikia watu wanavyongelea mambo ya afya ya akili miaka ya hivi karibuni kwamba ndo imekuwa yani kama ndo Ime, imeanza kuwekwa topics kama hivi ni mazuri, yeah. Tunazungumza, tunasaidiana kwa sababu ni changamoto yeah, hususan kwa wanavyuo kwa sababu tushasema, uh, afya ya akili ni ni namna tu, ambapo tatizo la afya ya akili ni pale ambapo unakutana na kitu ambacho ni abnormal kwenye, yeah, kwenye, kwenye maisha yako kwenye e, unaelewa. Unaweza ukawa chuo, kitendo cha kuona mwenzako anajibu swali wewe hujajibu na unatamani ujibu hilo, yeah, ni shida ya afya ya akili. Kombo, lakini natamani wewe tu. Ee, uh. Lakini shida ya akili sio shida ya afya ya akili, mimi naamini siyo tatizo, ila kushindwa kucontrol au ile ikizidi ndio inapotokea matatizo uh. Kwa maana ya kwamba eh, unapokutana na, na lifestyle mpya inakuletea shida kwenye akili yako kwamba okay, yaani hichi kitu siyo kwangu, unaelewa okay. Lakini ukishindwa kukihandle kile eh, ile result yake ndio mbaya. Unaelewa, unaelewa kwamba nimekutana na uh, shida ya afya akili. Sasa yaani, namaanisha nimekutana na maisha mapya ambayo sijaishi, nimeshindwa kuyacop, ndo unaingia kwenye mambo ya afya akili, unaelewa mm -hmm. Umefika ulikuwa unaamini nitaishi maisha yangu, unafika kule unakutana na maisha mapya ambayo kwa kwa fit, unaelewa, unakutana na washikaji ambao wao wanaenda kula bata kila weekend kuanzia Ijumaa Ah, wako, hostel ya, wako geto <laughs> unaelewa, wako huko hey. Sasa na wewe ukitaka kuisha yale maisha ndo unasikia mtoto mm, wa kike ameanza kujiengage kwenye mazingira ambayo anahitaji apate pesa kwa njia nyepesi. Vijana pia wanaingia unajua, sasa hivi kila mtu kwa hatarini, sio mtoto wa kike peke yake. Vijana ndo wamekuwa zaidi eh, unaelewa. Kwa hiyo unakuta ndo mtu unaingia kwenye shida ambazo ukizi ukizitafsiri ni imetokana na matatizo ya afya yake. Unazungumziaje kuhusu swala zima la uongozi kwa huu muda mchache tu ambao umekuwa pale campus mm, ume, nikiku niki, nikikuuliza, je, ulishawahi kutamani kuwa kiongozi au unatamani kuwa kiongozi, na kama unatamani kuwa kiongozi ulitamani kuwa kiongozi wa aina gani? Uh, kwanza, mm, kuzungumzia uongozi kwa campus mm, ni watu wa, wa, wa kupewa heshima mm, ni watu ambao wanastahili kupongezwa pia kwa sababu mm, wamethubutu lakini pia wamechaguliwa kuwa hapo kwa sababu viongozi wengi pia mm. hawatokei uh, kwa kujitokeza tu mm. mara nyingi wanachaguliwa yes. lakini pia ili uchaguliwe pia lazima nawe utie nia kwamba hii mm. kitu naweza nikaendana nacho si ndiyo mm. mm. na wachukuliaje na waheshimu na wapa respect yao kama ambavyo wanastahili kuipata mm. lakini ukiniuliza na nishafikiria kuwa kiongozi mm. Yes, interested na siasa naweza nikasema, ila uongozi eh, uongozi. Uongozi eh. mara nyingi sana sisi ni viongozi tunaishi. Ukiniambia mimi, maisha yangu yote naishi kama kiongozi, unajiongoza yeah, yani kuweza kujiongoza wewe na watu wachache ambao unao hmm. ni ni uongozi hachana okay. na siasa sasa hmm. uongozi tunaishi kama viongozimchezo oh, lakini <laughs> nahisi na mimi nikiwa kiongozi au nikipata nafasi ya uongozi mimi ni kiongozi mzuri sana. Hasa kama unaweza kuwa kiongozi mzuri campus kwani usio mm. Kiongozi mzuri wa taifa kwa sababu natamani na, na, na, na pia niwe kiongozi wa taifa. Ndio nasema sasa kwa sababu unaogopa siasa mm. Lakini umesema kwamba kama ukipata si nafasi mm. ya kuwa kiongozi mm. wewe ni kiongozi mzuri basi, naamini kama ni kiongozi mzuri main campus pale, wewe ni kiongozi mzuri kitaifa kiongozi wa kitaifa sio mwanasiasa kitaifa, unajua. <laughs> kuna hivyo vitu, kuna Tanzania tuna wanasiasa wengi lakini sio viongozi. Aya, nitamtafuta mwanafunzi atakayekuja kutuambia mambo <laughs> yes, ya siasa yeah. Um, unaizungumzaje um, nafasi ya ajira kwa wanafunzi like. Okay, ushie kujaribu kutafuta ajira wakati upo chuo na ulikutana, yeah. na nini, changamoto zipi ambazo unaona kwamba wanafunzi wanakumbana nazo wakati wanatafuta ajira ya nishawahi kutafuta, mm. Nishafanya pia uh, sam naweza nikasema ajira pia kabla sijaja chuo mm. na nini nilianza chuo nikiwa nasoma hayo mambo ambayo kuongea mambo ya siasa na nini mm. Nikaona wewe bana, eh ni tu nini, halafu itakuwa ile, ndio ilikuwa <laughs> ya kwako mm. We soma huku, ukimaliza urudi kule kwenye siasa uh, maybe hizo uh, sasa <laughs> And... ni destiny yeah. Lakini pia naamini hata kama niliweza kufika point hiyo ambayo umelipiwa ada wewe mm. Eh, mwenyewe ushaanza kuinvest muda wako akili concentration kwenye hicho ukaondoka mpaka mm. unaweza ku kusucceed kuondoka na una survive mm. Basi ndo ulitakiwa uzunguke hivo, si ndio? Kwa hiyo nilitoka kule mm. nikaingia mtaani nikaanza kwa kujitolea nikaanza baadaye. Unafika una, unapewa ajira na nini unafanya unaamua sasa kugundua kwamba mimi nilipata ajira kwenye kwenye eneo ambayo ninaipenda mimi, nilipata kwenye talent yangu, niliuliza mara kwanza, naamini kwenye naamini kwenye, talent ya, kwenye talent na, eh, eh, na, ni, yeah. kwenye kwenye talent na nilivyo, nilianza kupata hiyo ajira, niite ajira, nilikuwa nalipwa mshahara na nini, nikaamua sasa ni mm, ajira mm. Kwayo nikaamua sasa Eli, uh, talent pekee yake haitoshi, unahitaji ujuzi uh, zaidi kwenye hii kwao nikaona ni the best time, kwa kuwa bado nina muda, bado sina majukumu mengi, sina nani nyingi. hmm. Naza nikarudi shule hmm. Niongeze kwenye hicho ninachokifanya angalau na bachelor na nini, kwaiyo nimerudi hmm. Ukiniuliza nafasi ya ajira kwa wanafunzi ni jambo gumu sana. Tunaongelea huko ambako watu wanasema tunataka, zinatangaza nafasi za ajira tunataka mtu mwenye experience, experience ya miaka mitatu yeah. Yeah tunataka yeah, mtu uzoefu, tunataka mtu mwenye uzoefu wa nanii. Ni, mm. ni, ni, ni, ni, ni, ni jambo gumu ukiambiwa wewe ambaye una experience. lakini ukijaribu kuenda kuangalia mm. kwenye field husika nakuja kugundua kwamba experience matters mm, unaelewa, yeah. kwa sababu huko kwenye kwenye kwenye, kwenye kazi, kazi. Mm. Wanahitaji mtu anayekuja kufanya, sio anayekuja kujifunza mm. Wanahitaji mtu ambaye anakuja kuonye kuleta impact, sio mtu ambaye anakuja kutry unanielewa, mm. kwa maana mm. ya kwamba wanaamini ukiwa chuo, ukiwa shule, ndio umejifunza huko huko unakuja kufanya. kwa sababu gani Uh, mfano kwenye field yangu mimi ya media mm. uh, ni biashara yani, ukiachana kuwa ni kazi, ni sehemu ambazo unaweza kupeleka talent yako, ni biashara. Kuna ya. makampuni mengi, kuna taasisi nyingi mm. yani kwenye media mtu fulani anavyokuwa, media fulani inavyokuwa, ina inakimbizana mm. Haifanyi kwa ajili yake peke yake, inafanya pia kwa sababu kuna watu wanakimbiza nyuma, au kuna watu wako mbele, wanatakiwa wawapite, wanataka wawabiti. Sasa wewe unapokuja mm. Eh, kweli fresh from, from school una lakini empty kujia... lakini hatuwezi <laughs> tukakuleta tena, kwa sababu utaturudisha nyuma, hatutatengeneza mm. pesa, kwa sababu hata mm. yes, ya pesa yako unaoipata ni kulingana na kile unachokideliva hu sindio? Ya ukideliva vizuri, mnapata matangazo mnapata pesa, unaweza mkapata pesa. Kwa hiyo huko kunahitaji mtu anayekuja kufanya kwa nafasi, ya ajira ni ngumu mm. lakini ni nyepesi, lakini ajira siyo ya kuajiliwa peke yake kwa mantiki yeah, hiyo mm. Unawaambia wanafunzi wasiogope kujitolea kujitolea yes. Na kufanya field yeah. Na wakati wako chuo yeah, exactly, kwa sababu unapofanya hivyo mm. Unaweza kuwa unatengeneza nafasi nzuri ya hapo unapofanyia field eh, wewe kupata labda ni opportunity ya ajira mm. Lakini pia unaweza ukapata exposure. Unajua, tunaambiwa kila siku jiajiri na nini kujiajiri mm. Huwezi ukajiajiri kwenye kitu ambacho ukifahamu yes, unanielewa? mm kwa sababu huwezi ukaingia miguu miwili kwenye kwenye kwenye mtumbwi ambao hujui. Mm. Kwa hiyo unapoenda fields unavyojaribu kujitolea sehemu unaweza kupata exposure ya kujua kumbe vitu vinaenda hivi. Kwa hiyo mm. Hata mwenyewe naweza nikaanzia hapa mimi binafsi. Unaelewa? Mm. Mm. Kwa sababu wengi ukisikia mtu anakuambia nimejiajiri kwenye alisikia, gawa, liyo, kitu fulani basi alisikiaga au aliona kwamba hichi kitu kinafanyika hivi. Kinafanyika hivi. Yeah. Kwa hiyo inaweza kukusaidia kupata ajira mm. au kujiajiri wewe mwenyewe. Wanakuambia practice make perfect. Make perfect. Unapenda kujiengage kwenye kuji masuala ya kijamii? Yeah, yeah, masuala ni mm. <laughs> ya kijamii, sisi ni ndo jamii yenyewe. Tulikuwa tunasikiaga vijana taifa la kesho, sasa tumekuwa leo sasa, unaelewa? Na mambo ya kijamii, ukiona jingeti kwenye mambo ya kijamii, kuna uanda mpana wa kuelewa mambo, kupambanua mm. mambo, mm. kuishi na watu. Unajua, kwenye mafanikio yote yale kuna watu nyuma, yaani mm. yaani leo hiyo, utamsikia mtu yoyote anayesema, lazima kuna story inamhusisha mtu yeah, huwezi ukaishi na watu kama haujihusishi na mambo ya kijamii. Unatakiwa mm. uende kwenye misiba huende mm. e, kwenye matukio ki, ya kijamii sijui kuna sehemu natakiwa tutengeneze tufukue barabara mtaenda. E, ne, kuna sherehe mtaenda sijui uh, kuna nini chochote ambacho kinaengage na jamii ni jambo zuri sana na litakujenga litakupa connection, ambazo tunasemaga kufanikiwa bila connection ni ngumu sana lakini connection zipo kwenye jamii. Kwa hiyo ukijiengage na jamii unaweza kukutana na saiko sahihi kwa ajili yao, unaonekana ni kijana ambaye unajitambua, yaani hmm. umeshajitambua, unajua maisha yanaendaje, wewe masuala ah. <laughs> <Voda square. laughs> mapenzi nini, hamna bana, ashakukusumbua ah ah, masuala ya mapenzi, unajua kila mtu anaishi mapenzi Mm. Sindio? mm. Mapenzi, mahusiano, mm. mm. Mi naweza nikasema sijui ni vijana ambao mpaka leo sijaijua kama kwenye serious nishaikuwa kwenyeweka akili yangu into mapenzi lakini bado <laughs> <laughs> nadhani wanakuona <laughs> wanione okay. Kweli yeah. Kwamba haupo serious, haujawahi kuwa serious wala haijai kukusumbua Yani ku, kusumbua kupo lakini, <laughs> nadhani na ndio ile ambayo tuko tunaongelea kwenye mambo ya mental disorders mm. kwamba inakusumbua lakini hauchukui kwenye ile mpaka kusema, eh bana, hii kitu mimi bila hiki. Sasa tunaona wanachuo si wengi sana, kitu kitu kikubwa ambacho kinawakwamisha kwenye um, mambo yao mengi, kikubwa mm. cha kwanza mm. tukiacha fedha, ni mapenzi ni masuala ni ya mapenzi, mapenzi, kwa sababu ndio ambako wameinvesti akili huko <laughs> kwa sababu kikawaida kwenye watu wengi sana mm. kuna kwenye, akili inaweza akafanya mambo mengi mm. lakini sio mambo mengi kwa kiwango sawa mm. Unaelewa yeah. Mtu ambaye ameinvesti sana kwenye kutafuta hela anaweza akawa na mapenzi lakini aki, mzani haufanani, okay, Sa, kwa akili na kwe imebezi kwenye, kwenye pesa. Pesa. Pesa sasa unakutana na mimi, ndo maana nimekuambia sio sio kwamba unakuwa haujihusishi na mambo ya mahusiano mm. lakini leti au mzani, unavyokuwa unasoma vile kwamba huyo huyo mtu ambaye anapambania talenti yake, anapambania masomo, anapambania pesa, anapambania mapenzi. Oh, mapenzi anaweza yakawepo lakini sio kwa kwa, kwa kwa ile engage kubwa najitetea. <laughs> Nimeshaona bwana huyu ni kiongozi mzuri sana, huyu ni mwanasiasa ajaye, yaani ukimuuliza yeah, swali anajibu, anajibu kwa mipango kweli kweli. Asante sana kwa kwa wewe ambao ulikuwa pamoja nasi kwanza tulivyoanza, yeah, kipindi chetu cha key campus leo sikuwa peke yangu, nilikuwa na Elly, lakini hakikisha unaenda pale Instagram unaenda kutufollow, eh, utakutana na mambo mengi sana sana sana yanayohusiana na wanafunzi sio, uh, campus key peke yake, kuna mambo mengi zaidi akisha na tufollow, ila usisahau kule YouTube kwa sababu kule ndo utatupata kwa uzuri zaidi na utaona mambo mengi mazuri ambayo tunaendelea kuzungumza na mwanafunzi Eli kabla hatujamaliza hmm kipindi chetu, anayekusikiliza nasikia tunakuita Eli Eli, lakini ajajua e, na wewe tayari ni mjasiriamali hmm? hmm. Si tuko hapa kwa ajili ya kusapoti wanafunzi wote, mwenye chochote ambacho anakifanya e, tusaidiane yeah. Ili tuweze kuinuana kwa namna moja au nyingine, Eli atatuambia yeye anapatikanaje kule YouTube, ametuambia na channel yake YouTube na anafanya nini eh, kwa sababu yupo hapa Dar es Salaam, mtu yote ambaye atakua anamhitaji anampataje eh? mm. Ya, <coughs> yeah, mi kama nilivyosema, naitwa Eli, Eli 5, watu wengi watakuwa wamelisikia jina okay. au ndo kama unalisikia ndo naitwa hivyo Eli 5 mm. Uh, kwenye mitandao ya kijamii inapatikana kama he is Eli 5, ni mtangazaji okay. yeah, media pioneer najiita hivyo. Yeah. <laughs> Natangaza sana, napenda burudani na ndo engo ambao nafanya sana okay. Mm, nafanya huko na kwenye burudani kuna mambo mengi, na host events, tuzo um, na nini nimeshafanya pia ku, ku host na nini, kwa hiyo pia na youtube channel ya hiyo, ndo business yangu kwenye mitandao huu mm, kwenye digital marketing, yeah, okay. Ya, na youtube channel najua wengi mtakuwa mnafahamu hizi unakuta movie ya Kinigeria imetafsiriwa kidogo, sio kutafsiriwa, ni kupa abc ya tasikia, kama nishasikia ile, huyu jamaa anaingia humu ndani, anakuta ubidada amelala juu ya meza, anashtuka kumbe hapo hapo ukiingia ngo connect kule utakutana mm, recap za uh, movies za Nigeria like na nini ndo napenda kuzifanya hizo, okay. Utazikuta kule unafanya, lakini pia saa hivi niko zangu ujianjani pale tu, tu tv TBC tu niko pale DJ's Night Live, unafanya pale kila Ijumaa, lakini pia soon vipindi vikali vinakuja pale na, okay. Nao niko na tangaza TBC tu A shout oh, yeah. Kwenye TBC2 wavo uh, My brother amefanya my brother wangu amefanya vizuri sana kulipeleka pale uh, My brother Sean Halifa mtu sana huyo. Uh, yuko straight sana My brother Golden ya Jimmy uh, uh, photographer wakali sana wanafanya na shine pale. Okay. Mm ulikuwa na mimi ni analimu ambaye tulikuwa pamoja kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu cha ki campus yeah. Uh, tunaishia hapa kwa leo, lakini tutakuwa na vipindi vingi vizuri ambavyo vitakuwa vinazungumza maisha halisi ya wanafunzi kule vioni, bila kusahau changamoto wanazopitia na jinsi ambavyo watajikwamua kwenye changamoto <tune>